Tukicheza na amani yetu tukaipoteza maana yake puto hili, kwa maana ya amani ikitoweka, inawezekana tukajuta. Sasa mimi niwaombe sana maafisa usafirishaji, kilichotokea sote ni mashahidi, ni siku tatu tu, lakini waathirika wakubwa tumekuwa ni sisi. Hakuna aliyefanya kazi, hakuna aliyetoka, na kila mmoja alikuwa akilia kivyake. Sasa sisi tuna wajibu wa kukemeana kwanza sisi wenyewe kwa wenyewe. Mweshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hasan amekuwa mstari wa mbele kuhubiri amani, na amani anayoihubiri kila siku yeye pamoja na viongozi wengine si amani ya kwake yeye peke yake, bali athari za, za, za kutokuwa na amani yeye anazichukulia kwa upana mkubwa sana kwao. Sisi tuna wajibu wa kumuunga mkono kuikemea, eh, kukemea vurugu na vitendo ambavyo havifai. Na niwaombe maafisa usafirishaji wenzangu, tuidumishe amani yetu. Sisi tunakula tukitoka, yaani tukitoka, ndipo mahali tunakwenda kutafuta pia riski zetu, maana yake tusipotoka hakuna kinachoweza kuendelea kwa upande wetu, na tukiipoteza amani yetu hakuna pahala tunaweza kukimbilia. Nayazungumza haya kwa uchungu kwa sababu tumeona kilichotokea na tumeona ni jinsi gani watu walivyoathirika, na sisi hasa mkoa wa Kilimanjaro, vurugu zinatuathiri kwa kiwango kikubwa. Kama nyie bodaboda, bajaji, mko kwenye vituo vyenu, hakikisheni amani ya kituo mnailinda. Kama tuna vituo mia mbili, kila mmoja amehakikisha kwenye kituo chake kuna amani, basi tunaamini kazi zetu tutafanya katika njia ya usalama kabisa. Labda nichukulie tena uh, eneo lingine ambalo ni la muhimu sana kule kwenye vituo kuna watu hao ambao tunaona hamba hawako kwenye kwenye kwenye mazingira ya amani, hao tu tutaarifeni viongozi ili tuweze kutoa pia e, taarifa e, kwenye jeshi la polisi, washughulike na watu ambao si wema, ambao wanaingia kwenye maeneo yetu, kwa sababu tukiwaacha, wanatuchafulia sifa yetu. Tunaonekana tuko na watu kumi, kumbe kuna watu watatu katika wale watu kumi hawana nia njema e, ya kutengeneza hali ya amani kwa hiyo, kama mtu hamumuelewi, ham, hamuoni ham, ana mwenendo mzuri, tueni taarifa kwenye vyombo husika e, na kupitia mifumo yetu ile ya kufahamishana. Sikuna watu wa familia hapa. Yeah, kama watu wapo wa familia wana utaratibu mzima tuliweka kwa ajili ya masuala ya ulinzi e, shirikishi katika masuala yote ambao ni ya uvunjifu wa amani. Tueni taarifa kwa wale viongozi. Watazifikisha maeneo husika na wale ambao wasio e, na nia njema ambao kazi yao ni kutuchafua sisi kwenye tasnia yetu basi tuweze kuwatoa ili tubakie wasafi. Na hii ni seme tu kitu kimoja ndugu zangu, kama juzi mmesikiliza hotuba uh, aliyoitoa Mheshimiwa Rais wakati anahutubia bunge, hotuba ya kwanza katika kipindi hiki uh, cha cha, cha 2530. Amesitiza sana masuala ya amani na katika bajaji na bodaboda, tunaamini umo tunapita tu, sio maisha yetu yote yalipoishia. Tuna walimu ambao wanasubiri ajira, tuna madaktari wanaosubiri ajira, na tuna watu wengine wengi tu ambao ni wasomi wanasubiri ajira mbalimbali mbali. Bajaji na bodaboda zitahakikiwa. Kuna utaratibu unawekwa ambapo tutakuwa wote tuko kwenye mfumo mmoja. Kwa hiyo bajaji kituo chochote iliyopo, pikipiki ama bodaboda kituo chochote iliyopo, kitatambulika na kitaonekana kwenye mfumo. Kwa kama kuna kituo A kina bajaji kumi na mbili na kina bodaboda ishirini, zote zitafahamika kwa majina, e, na, na kwa utambulisho ambao e, tutauweka kwenye mfumo na utambulisho huo utakuwa ni utambulisho wa kwako wa kudumu. Hakuna mtu anaweza akautumia kwa kufanya uhalifu. Tunafanya hivi kwa sababu tusijumlishwe na watu ambao hawamo ndani ya utambulisho. Sasa hakuna mtu mwenye nia mbaya anaweza akaingia kwenye utambulisho ama akaingia kwenye mfumo ambao tutakuwa tumeuandaa. Kwa hiyo polepole tutaanza kujitenga mafuta na maji. Kwamba wenye uhalifu ama wahalifu hawatasogea kuingia kwenye mfumo. Kwa sababu kama ni ni mhalifu, mfumo utakukataa tu. Kikweli hakuna kila swala linaloumiza watu kama swala la vurugu. Hilo hakuna atakayelipenda hata mmoja. Kwa sababu ukianzisha fujo tayari amani kikosekana Tanzania na kila kitu kimevurujika, na Tanzania asilimia kubwa ndio makimbilio, makimbilio watu wengi sana kutoka nchi mbalimbali. Sasa kama tukifanya fujo sisi si tutakimbilia wapi? Hilo ni moja. La pili kwamba ukishafanya vurugu katika sehemu husika unakufanyia kazi, ni kwamba hatakulaika kutoka ni ngumu, kwa sababu hata huwezi kutoka kufanya kazi mahali popote pale na uwezo kula tayari unaumiza watu wengine wasiokuwa nawatia, hususan familia ambao ni watoto wadogo wasiokuwa na uwezo kutoka kwenda kutafuta kutafuta chochote. Kwa hiyo mi naona, Tanzania tunaomba amani itawale.